Media tuko, uh, hapa mtaani tunachukua maoni kusema basi na fainali ya jana dhidi ya RS Berkane na Simba Sports Club. Niko na mdau hapo. Unaitwa nani? Mimi naitwa Ramazani, um, Sefu, mdau wa soka hapa Manispaa Morogoro. Fainali ya jana ilikuwa nzuri. Simba imecheza vizuri. Ila Watanzania tujifunze kwamba timu zetu zinapocheza international match zisicheze kwa mazoea Maximum nimekupa mfano, ile kadi ya jana, yule mchezaji kwa ligi yetu ya Tanzania amezoea kucheza cheza rafu hizi au marefa wanamwachia, lakini tujue kwa sisi tunacheza international game. Kwa hiyo marefa kwenye mechi za kimataifa wanakuwaga hawana huruma, unapofanya makosa pale pale anakuadhibu kwa hiyo. Pale refa jana alifanya kazi yake nzuri tu, wao wapenzi wa, wa, wa soka wasimlaumu sana refari. Refari amechezesha vizuri tu. Uh, in general, jinsi game ilipokuepo kwa pon wa Simba ni nyumbani unatakiwa kufanyia kazi ndani ya pitch cha kujifunza kwamba Simba ijue jinsi ya kutumia uwanja wa nyumbani yani, kama vile wali jamaa kule kwao walitumia uwanja wa nyumbani. Berkane walicheza wakamfunga Simba zile goli mbili, lakini naipongeza Simba, jana nao walitumia ile advantage ya kwa nyumbani kutaka kumaliza kucheza mpira, kusawazisha zile goli mbili, na uwezo kusawazisha zile wa kusawazisha ile goli mbili walikuwa wanao, ila walivyoingia kwa kusema refa huyu anaweza kutuonea, ndio kosa letu lolifanya ni hilo tu. Lakini, big up kwa Simba tu pamoja sana. Asante sana, mimi naitwa Michael Magige. uh-huh. ni, ni, ni, ni, ni kijue cha NBC jana okay. e. tumeshuhudia fainali, una maoni gani jana? yeah, kwa kweli Simba wamejitahidi sana, ila kilichowaangusha ni uzoefu wa fainali tukiangalia mechi zingine walikuwa wanacheza vizuri hizi mechi ambazo zilikuwa sio za ushindani kama fainali, walikuwa wanacheza vizuri na wanaingia, na unakuta kwamba wanashinda mechi za nyumbani Kwa mechi ya jana, Simba kilicho wakosi ni fainali nani, uzoefu wa fainali. Kwa mfano ukiangalia hata ile goli la pili, ile goli la pili ni uzoefu wa fainali tu. Mpira unaona wenzako, unasubiria mpaka refa apige filimbi, yani mnahisi kama ni faulo mmefanya, yani mmefanya kitu lakini ilipaswa pale waangalie mpira, wasiangalie refa, wasimwangalie refa. Kwa hiyo kilichowakosti ni ni uzoefu wa fainali. Ila ukiangalia kwa mfano walivyoenda kucheza kule Morocco. Morocco bado ukiangalia, wale walichukua wali advantage ya nyumbani. Na walicheza mpira mzuri sana ukiangalia, kuliko huu waliocheza huko. Kwa hiyo kila mtu alikuwa anacheza eh, kwao. Ila Simba kilichowashia, yani kilichowafelisha ni uzoefu wa fainali tu lakini mechi zingine zote Simba. Okay. Uh, Simba na Yanga inajulikana kwamba ni watani wa jadi siku zote, lakini jana kuna clip ambazo zimeonyeshwa kwamba mashabiki wa Simba baadhi wakiwa wanawatoa nje mashabiki wa Yanga. Hii inaliongea vipi, ina afya katika mpira wetu wa Tanzania? Da, hii haina afya. Unaongeleaje hiyo? Uh, sasa ushabiki wa Simba na Yanga ukiangalia kwa sasa hivi ulipofikia ulipo uh, Si, si mzuri sana kama zamani. Tulikuwa tumezoea kwamba tunataniana, si watu wa zamani tulikuwa tunataniana tunataniana tunataniana, lakini mkina nini, mnatoka mechi, mna mpira, mnaangalia mechi ya Simba, mnaangalia Yanga ya, ya Yanga, mnaangalia Simba, lakini sasa hivi ilipopikia imekuwa sasa kama ni uhasama. Unakuta kwamba kwa mfano kama matamshi aliyotoa uh, msemaji wa, wa, wa, Simba na yule mzee mzee mstaafu kiongozi mstaafu wa, wa, wa Simba ile vile inachukulia hata mashabiki unajua, viongozi wanachokifanya mashabiki ndio wanachokifanya. Ile kuzungumza tu kwamba tukibundua mtu humu anazikwa mwanakuelekwa sijui uko au huku Kisutu, ile haina afya katika mpira, wangekuwa wanachagua maneno ya kuongea yani. lakini maneno mengine hayana afya sana kwenye mpira kwa sababu mpira ni furaha. Na ndio maana hata wachezaji mule ndani unakuta kwamba wanaweza wakagombana wakashikana, eh, wa timu pinzani, lakini wakitoka nje wanacheka wanaongea, eh, yale ni, kwenye pitch tu pale ndio kunakuwa na ugomvi kunakuwa na, kwa sababu anatumia nguvu anatumia akili anatumia jasho linatoka, na mtu unapokuwa na jasho, unapofanya kitu kigumu kama kile unakuwa na tempa inakuwa tofauti, lakini mkishatoka pale, basi maisha yanaendelea mengine. Na ndio huo zamani tulivyokuwa tunajua hivyo, lakini sasa hivi ni ushabiki umekuwa ni tofauti na zamani yani, sasa hivi mashabiki wanakuwa na yani, wanakuwa na wanakuwa kama uhasama, sio mpira tena kwa ushabiki yani. Asante sana, na naitwa Benson Ambokile Moisaka. wewe ni ubara bwela au ni mwananchi? Mwananchi ndio. Unamuona game ya jana Simba alicheza vizuri, lakini kuna kitu tu kidogo ambacho alipungukiwa kwamba kwenye sababu za kocha alikosea kumtoa Fondo Maloni na kumwingiza Nauma, ndipo alipofeli pale. uweze kumtoa beki wa pembeni ukamwingiza katikati, afu wa katikati ukamwambia waende nje Uh, pale unajiami nini itakie aongeze mtu ambaye ni beki pale ndo acheze, au namba sita ashuke chini acheze pale pale ndo alipofeli pale, mm. Kuna swala la mashabiki wa Yanga walionekana kwamba wakiambia watoke kwenye uwanja ule pale, na wewe ni mwananchi, unajua uh, mpira ni uh, wa utano ajadi, lakini tusifike sehemu ambapo ikaa kitu tofauti sana. Wewe unamwona gani kama mshabiki wa mwananchi? Pale nafikiri toka mechi inaanza, viongozi wa Simba walikuwa wametoa vitisho kwamba wataua atafanya nini nini. Ile sio nzuri, mchezo ni furaha kawaida iyo kwenye mpira yeah. Sio, sio kusema kigeni, ni kawaida hata kombe la dunia napo mm -hmm. lazima fitina iwepo, okay. Kwa, sisi ni, sio kusema ni, ni maadui hapana, ile ni watani wa jadi, lazima tutaniane, sio kusema mwenzangu tende te sana ah -ah, mimi ndo nitakia nianze kwa sababu jana. Yani mapema, mapema mno hata leo nisingekuwa mtaanilio ni mzuri kwa sababu uzoefu, wale wachezaji wao hawana mm -hmm. Wafanya usajili tena waongeze wachezaji, kama unavyosikia kwamba sikula Kenya si Uganda waenda kuchukua, basi wakachukua wachezaji walio nzuri. Refa.

Ba? Kwa hiyo kile kwa, kwa kwa kitu kwangu naona ni kitu cha kawaida. Sawa? Kwa sababu mtu anataka kufunga. Kila mtu anataka afanye kile kitu kwa sababu anaonekana kwa mtu wa hivi. Kwa sababu anataka kufanya. Hiyo uzembe mabeki kwa kweli. Sawa? Hata goli kwa ufungo ni uzembe yani. Yaani goli ni pesa sana tumefungwa. Kiafsi yani, sijui sisi, bali mimi naona kadikali. Zeni